Ni waalikwa wanachaso pamoja na hadhara yote. People's! People's! People's! chaso chaso, chaso. chaso vijana, binafsi ninayo furaha kubwa sana kusimama mbele ya hadhara hii kuzungumza na wasomi wa vyuo vikuu na yumkini ninayofurahi kwa sababu kubwa moja, mimi pia nina historia na chaso e, nilikoma kuwa mwanachama wa chaso miaka minne iliyopita baada ya kumaliza chuo kikuu na mwaka elfu mbili na kumi na nane elfu mbili na kumi na tisa na niliwahi pia kuhudumu kama mwenyekiti wa chaso chuo kikuu Mzumbe. Kwa hiyo ninaona nipo nyumbani. Nanyi wanachaso mnaonisikiliza, kuweni na amani kwamba mnazungumza na ndugu yenu, mnazungumza na mwanachaso mwenzenu wa miaka michache iliyopita. Um, nitakuwa na mada fupi sana lakini kabla ya kuintrodusi mada yangu kila ninaposikia CHASO au kila ninapoona tukio lolote lile la CHASO, kwa sababu mimi pia nilikuwa mwana chaso, kuna tukio moja ambalo huwa nalikumbuka, eh, sielewi ni kwa nini halifutiki. Wakati tunamaliza chuo kikuu um, CHASO tuliandaa utaratibu wa kufanya dina pati, maana vijana wa CHADEMA vijana wasomi wana standard zao wa. Kwa hiyo na sisi tuliandaa dina pati kwa ajili ya kuagwa sisi tuliokuwa tunamaliza chuo kikuu, tukafanya maandalizi yote na tukachangishana michango, maana sehemu kubwa ya gharama ambayo tulikuwa tuna sehemu kubwa ya fedha ambazo tulikuwa tunazitafuta ilikuwa ni kwa ajili ya chakula, um, ukumbi pamoja na muziki. Kwa hiyo tukavutana mashati pale, mwenye elfu tano mwenye elfu tatu, tukachanga zile pesa kwa ajili ya e, hiyo dinner party. Maandalizi yalikwenda vizuri na ilipofika jioni, wanachaso wote tukakutana katika ule ukumbi kwa ajili ya kuanza kujisherehesha sasa tukasema kama wanachaso e, hatuwezi tukaendelea na pati yetu na hii na pati kabla ya kujiburudisha kupata mziki mtamu. Kwa hiyo tukamwambia DJ, hebu tutengenezee mziki mtamu hapo tuburudike wote. Kwa hiyo wote tukatoka kwenye viti tukasimama, tuka katikati, tukaanza kufurahia mziki kwa pamoja, huku tukipongezana kwa wale ambao tulikuwa tunamaliza, na wakitutakia heri huko tunakoenda na sisi tukiwatia moyo wale ambao walikuwa wana baki pale. Sasa bahati mbaya, tukiwa katikati ya muziki e, askari wakavamia ile pati yetu, mind you, ilikuwa ni dina pati, tumetafuta ukumbi, tuko ndani, jioni. Wameingia askari waliokuwa wamevaa sare zao zile e, usoni walikuwa wamevaa mizura, kwa hiyo walikuwa wanaonekana macho tu e. Ninajaribu kuzungumza hili ili mweze kupata picha fulani. Vijana wa chuo kikuu ambao hawajawahi kupitia kadhia zozote zile za kisiasa, kwa mara ya kwanza tunashuhudia uzoefu huu. Wanaingia watu wamevaa mavazi ya kiaskari, wanaonekana macho tu, wamevaa mizura na wana silaha za moto. Ikabidi DJ asimamishe kwa kwanza mziki wote, tukahamaki kwa sababu tulikuwa na viongozi wa chama. Kuna kiongozi mmoja akawauliza wale, ninyi ni kina nani ambao umekuja kutuvamia masaa haya tukiwa tunajisherehesha? Askari yule alijitambulisha vyeo vyake, na baada ya hapo akasema eh, programu yenu inapaswa kusimama na wote tokeni nje. Walianza wanawake na baadaye wanaume, tukafuata. tulipotoka nje ndio tukagundua kumbe hawa jamaa walikuwa wamejipanga kweli kweli, maana tulikuta zaidi ya defender tano. Wanawake wakapakiwa kwenye defender yao, na sisi wengine tukapakiwa kwenye defender nyingine, tumepelekwa mpaka kituo cha polisi. Wanafunzi wa chuo kikuu ambao tumesema tukutane pamoja kwa ajili ya kujisherehesha, kuwapongeza wale ambao wanaondoka na kuwatia shime wale ambao wanabaki, tunapitia uzoefu huu tumeshushwa polisi tukarushwa kichula chula tukapigwa na mateke. Sasa tulipoingia polisi, e, askari ambaye ninaamini alikuwa ni mkubwa kicheo akauliza hawa vijana wana changamoto gani? E, wakamueleza hawa vijana wamefanya mkusanyiko mahali fulani wakiwa hawana kibali. Sasa nadhani yule mkubwa wao akaona akasema, haya, andikeni majina hapo alafu muondoke hapa, sitaki kuwaona. Ilikuwa ni usiku, muda umeenda sana, na wakati hata Twitter ili walipaza sauti. Tunawashukuru kwa wakati huo. E, andikeni majina alafu mtoke, hataki kuwaona hapa. Kwa hiyo tukaandika majina yetu tukaondoka juzi around saa tano kama na nusu ilikuelekea saa sita usiku. Sasa tulipotoka nje, e, pembeni kidogo ya kituo cha polisi, maisha ya wanavyuo kwa sababu mimi pia nilikuwa mwanachuo, ninayafahamu vizuri. Wengi ambao tulikuwa tumechangia ile dinner party, ndio ilikuwa pesa yetu ya kula usiku, na askari wakati wanakuja, muda wa msosi ulikuwa bado na chakula tumekiacha kwenye venyu yetu kule. Kwa hiyo tukasema jamani, kwa wale ambao tuna nguvu, hebu tuende kwenye ile venyu yetu tukamalizie ule ubwabwa pamoja na vinywaji, baada ya hapo turudi nyumbani tukapumzike, maana hatuwezi tena tukaenda kulala njaa. Sasa tulipofika kwenye ile venue, bahati mbaya ni kwamba hakuna punje tuliyoikuta imesalia juu ya sufuria. Ikabidi tumuulize tumuulize, eh, yule aliyekuwa msimamizi wa hiyo venue kwa sababu tumemlipa pesa. Tukamuuliza, bwana, ugwagwa wetu umeenda wapi? Yule jamaa alikuwa mwaminifu bwana, akasema wale jamaa wa, baada ya kuwakamata na kuwapeleka huko, walirudi tena wakala uwagwa wakanywa na soda zetu. kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo hiyo tukaanza tu, tu, tu, tu, tu kujiuliza kwamba hawa askari, changamoto ilikuwa ni uwagwa, changamoto ilikuwa ni nini? Kwa sababu iliwezekanaje mtu aache kule, alafu mrudi kula uwagwa wetu? Of course tuliumia, kwa sababu ndio pesa ambayo tulikuwa tunaitegemea kwa ajili ya kula usiku ule. Sasa kwa nini nimependa kushea na nyie huo uzoefu ambao ni wa kweli ni halisia, kiwasingizia askari walikula ugogwa wetu eh. Kwa nini sasa nimependa kushea na nyie uzoefu huu? Lile jambo walio wengi wanachaso wengi tulioshiriki liliwaumiza sana. Binafsi mimi pia niliumia, na wengi walifikiria kurudi nyuma. Kuna rafiki yangu mmoja akalifuata Naomba nisimtaje jina, nimbatize jina ambalo sio, maana hajaniruhusu kuzungumza. Naomba nimwite Godluck. Hakuwa Godluck. Ila naomba kwa madhumuni ya hadhira hii nimwite Godluck. Godluck akaniambia aseme na mvanda. Mimi, kuanzia leo, masuala ya siasa, masuala ya chama basi. Ah, nikamuuliza, kuna Godluck, changamoto ni nini hasa Alikuwa na jibu moja tu, akaniambia I I want peace. I want peace peace. Sasa ninawaona kina kinagodlaki wengi mlioketi huko, ninawaona kina godlaki wengi miongoni mwa wasomi wa vyuo vikuu, ambao kwa sababu ya mazingira ya kisiasa ambayo tunayapitia kwa sasa wanasema We want peace, tunajitenga mbali na matatizo sasa. Baada ya kukumbuka uzoefu huu, ndipo nilipopata eh, title ya mada yangu fupi niliyoipa jina um, au kichwa cha cha, cha hii presentation inayosema is your silence protecting peace Tyrant. Is your silence protecting peace or empowering tyrant? Eh, God like alisema anataka amani anataka peace. Sasa ninyi mtakuwa mashahidi kwamba iko wazi tunashuhudia gross violation of human rights katika taifa letu, na bahati nzuri, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti amenipreempt, maana hasa nilikuwa nataka nijikite kujadili masuala ya gross violation of human rights katika taifa letu na nafasi yetu kama chaso ni nini? Sasa tunapozungumzia gross violation of human rights ni kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia. Kuna wapendwa wetu wengi ambao wameuawa kikatili, kuna wapendwa wetu wengi ambao wametekwa na hao ambao wanaitwa hawajulikani, na mpaka leo hatujui habari zao, lakini habari njema ni kwamba serikali imekuwa ikinyoshewa kidole ndani na nje ya nchi hii na ninapenda kuwaeleza kwamba ni kwa nini serikali imekuwa ikinyoshewa vidole ndani na nje ya nchi yetu, kama wasomi, ili tuweze kufahamu vyema. Tunapozungumzia masuala ya violation of human rights, hakuna namna serikali inaweza ikajitenga, kwa sababu serikali inahesabika kuviolate human rights. Either by action or omission. Tunapozungumzia serikali kutuhumiwa ku violate human rights by action, maana yake ni kwamba serikali yenyewe inafanya vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu. Tunapozungumzia serikali kuhusika by omission, ni kwamba kuna watu au kakundi ka watu kama ambavyo eh, makamu mwenyekiti ameeleza hapo awali, ambao kanafanya vitendo vya kiharifu, alafu serikali inashindwa kuchukua hatua yoyote ile. Kwa mazingira haya, hata kama haijahusika, sisemi haihusiki, ila hata kama haijahusika kwa omission, tunasema serikali imehusika na hivyo vitendo vya ku sasa ukiniuliza leo hii mimi kwamba serikali inahusika by action or omission kuhusiana na masuala ya gross violation of human rights, nitakueleza mimi sifahamu, ila ninajua neno ni moja tu ya kwamba kuna wapendwa wetu ambao wameuawa kikatili katika mazingira ya kisiasa, tuna wapendwa wetu ambao wamepotezwa wametekwa na mpaka leo hatujui habari zao, lakini serikali imechagua kukaa kimya. Sasa kwa mazingira haya, kwa mazingira haya unahitaji kuwa dhaifu kichwani ili uitenganishe serikali na matukio ya kinyama ambayo yanaendelea katika taifa letu sasa Chaso, mimi kijana, ninaposhuhudia haya yakiendelea, ni sahihi kukaa kimya kwamba ninatafuta amani ya moyo? La hasha, amani ya moyo sitaipata. Na kwa hakika, mwanachaso ambaye, utakuwa sawa na Bwana Godluck, kwamba you want peace, hiyo peace hautaipata na bahati mbaya zaidi utakuwa umeisaliti elimu yako, utakuwa umeisaliti elimu yako, utakuwa e, umejisaliti wewe mwenyewe. Lakini kubwa zaidi utakuwa umewasaliti Watanzania wengi ambao hawajapata fursa ya elimu, kwa sababu kubwa moja, Watanzania wengi ambao hawajapata fursa ya elimu wana imani kubwa sana na wasomi hivyo, kunapokuwa na changamoto kama hizi, wanatarajia wasomi kuwa mstari wa mbele kuwaongoza wao ambao hawajapata fursa ya elimu. Na ninapozungumzia fursa ya elimu, tunatazamia wasomi, mnafahamu mambo muhimu na makubwa ambayo yanaendelea katika taifa letu, tofauti na mtu ambaye yuko kijijini kule, hajapata hiyo elimu ambayo wao umeipata. Kwa hiyo wana wana matarajio makubwa sana kwetu sisi wasomi kwetu sisi wanachaso tuweze kuwaongoza wao, kuwapeleka katika Tanzania wanayoitaka. Nimearifiwa kwamba dakika zangu zinaelekea ukingoni na sitamani kuchukua muda mwingi sana kwa sababu